Nasikwambie mtu tunaita ushabiki hapana, tuna sababu ya kusema kwa nini tunahitaji kiongozi makini na uongozi taifa hili. Tuna sababu ya kusema, watu wa CCM watamnadi Samia kama mwenyekiti wao wa chama, mi nitazungumza kwa sababu Samia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alivyoongeza jumu kuongeza, akiwa kama mwenyekiti wa chama, aliongeza kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ongeza campus hakuongeza kama tu mwenyekiti wa chama, aliongeza kama rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tunazungumzia sasa hivi, karibia kila mikoa ina vyuo vya ufundi, ina vyuo vya kati, ina vyuo vikuu. Au ni maendeleo alivyotoa kiasi cha shilingi bilioni karibu 3.11 kwa ajili ya wanafunzi wa stashahada 2299 kwa mara ya kwanza kwa taifa letu. Hakutoa kama mwenyekiti wa chama, alitoa kama rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alipoongeza bajeti ya kuendeleza mpango wa elimu bila malipo bila ada kuanzia ngazi ya awali daka sekondari. Hakutoa kama mwenyekiti wa chama, alikutoa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alipoingia madarakani, aliona kuna bajeti imepangwa kiasi cha, cha, cha shilingi bilioni mia tatu pointi moja, tano kwa mwaka akaipandisha sasa hivi tunazungumzia bajeti inayoendesha mpango wa elimu bila malipo bila ada ni karibu bilioni mia saba tisini na sita point tatu nane ni zaidi ya mara mbili au kutoka mwenyekiti wa chama kama rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tunavyozungumzia Samia ameingia madarakani, amekuta bajeti ya elimu, bajeti ya utoaji wa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu ni bilioni mia nne sitini na nne kutumia kofia mwenyekiti wa, wa chama aliongeza bajeti kama rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania na kufikia bilioni karibu mia saba themanini na nane tunazungumzia na ushe kwa wasiseme tunamzungumzia mwenyekiti wa, wa chama si tunamzungumzia rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania huyo Samia Suluhu Hassan chama cha mapinduzi watamzungumzia kwa nafasi yao kama chama watazungumzia namna gani ilani ilivyopangwa ilivyomwelekeza afanye kafanya kwa namna gani, kwa kiwango gani, si ndiyo hivyo? Lakini sisi wanafunzi wa vyuo vikuu tuna muasisi Samia kama rais wetu, na tukisikika tunalia, tunapaza sauti, tunaongea kwa uchungu, tunamhitaji huyu mama arudi. Tuna hoja za msingi za kwa nini arudi, tuna sababu za msingi za kwa nini arudi, na sababu zenyewe ni hizo chache, kati ya nyingi ambazo ningezizungumzia hapa, tusingemaliza vyo hoye